Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu subscribe, share, like ili usiweze kupitwa na matukio mbalimbali na mambo mengi kuhusu kanisa na jumuiya yetu ya Kikristo. Leo tunapenda kuonyesha taarifa kwa vyombo vya habari ambayo imetolewa na Kanisa Katoliki Tanzania teki yaani Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, tarehe 8 Januari mwaka 2026. Taarifa kwa vyombo vya habari: Baba Mtakatifu Leo wa 14, amemteua askofu msaidizi Prosper Balthazar Lyimo aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha askofu wa, wa jimbo mpya na mwanzilishi wa jimbo mpya la Bariadi. mwashamu mwa askofu mteule alizaliwa Agosti tarehe ishirini mwaka 1964. Uteuzi huu umefanyika leo tarehe 8 Januari mwaka 2026 baada ya masomo yake ya upadre padre na askofu Prosper Balthazar Lyimo alipata daraja takatifu ya upadri Julai tarehe 4 mwaka 1977, jimboni Arusha na kuhudumia katika nafasi mbalimbali hadi uteuzi wa askofu mteule. Alikuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Arusha tangu mwaka 2015. Askofu mteule ana taaluma ya sheria ya kanisa katoliki katika ngazi ya udaktari. Imecholewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Asante mpendo wa mtazamaji, ulikuwa nami hapa hapa Saint Paul Media.